Natumaini huko poa, mzima wa afya. Mimi naitwa Ankochi. Shukrani sana Lugome Music Sound, ambao wao wametushika mkono kwenye vipindi vyetu kama asili yetu TV kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Sasa Lugome Music Sound, wao wanakujulisha kwamba wanatoa huduma za ukodishaji wa muziki kwenye matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanapatikana kwenye kwenye jamii kama vile send off, harusi uh, pamoja na misiba na njana ubatizo na matukio ya aina zote ambazo yanapatikana kwenye jamii, lakini pia wanafanya PA matangazo yale ya barabarani, ukiwazingatia utakumetisha sana. Lakini pia Lugome Music Sound wanatoa huduma za urekebishaji wa vyombo vya mziki ambavyo vimezingua. Inawezekana sound card yako haijakaa sawa, mixa zijakaa sawa. Uh, spika zimezingua sasa, wazingatie Rugome Music Sound, wao wanatoa huduma ya kurekebisha mziki na utakuwa una enjoy sana hawa. Rugome Music Sound bwana, location yao inasoma wilaya ya Ludewa kata ya Mlangali. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia simu kupitia namba 0759569153 0759569150 na tatu. Lugome Music Sound, sauti bora kwa tukio lenye hazi. Shukrani sana wadau wote ambao mnaendelea kutushika mkono Asili Yetu TV. Shukrani ambao mnaendelea kusubscribe Shukrani ambao mnaendelea kututembelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini shukrani ambao mnaendelea kutupa maoni kwamba hapa fanyeni hiki fanyeni hiki. Mimi naitwa Ngoji na leo tuko na ugeni ndani ya studio za Asili Yetu TV. Mimi niko nyuma ya kamera, na tunataka kuangazia sana ya kutoka vipaji ambavyo viko ndani ya mkoa wetu wa Njombe. Huyu anaitwa Kimti, Leo tuko naye hapa, ni content creator ambaye anakuja sana kama Njombe vile mnakuja kasi sana uh, lakini wao watatujuza zaidi. Huenda kuna mafaida kubwa ambazo wa, wa tayari wameziona kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana Asili yetu TV. Asante, um, Mungu umepoa sana mwamba Okay. Kwa faida ya msikilizaji anayekutazama sasa hivi unaitwa nani? Uh, majina yangu majina yangu kamili naitwa Baraka Alfayo Fungo au Mkorongo, lakini jina la kazi naitwa Mr. Kimti Comedian. Okay. Wewe ni mkazi wa wapi asa? Uh, mimi mimi asili kabila ni Mpangwa, ni mkazi wa Madiru Rudewa, hmm. Madiru Rudewa uko. Sahihi. Okay. Njombe tuko na mishe gani? Uh, Njombe kwa kipindi hiki nipo chuo mwaka wa mm, kwanza nipo chuo cha maendeleo Njombe FBC pale mm. ta, ni mwaka wa kwanza, mwaka wa kwanza. Okay. Tumefikiria nini kuingia kwenye kuwa content creator? Kama Njombe mmeamka kwa kasi hivi. Uh, ni sahi Njombe sasa hizi tumekuwa wa kasi tunakuta ma content creator wengi wa Njombe mm. wengi wanaibuka na wengi tunaibuka lakini yote kwa yote tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu of course, anatubariki. Okay. Kitu gani ambacho kilikuvutia moja kwa moja kuingia kuwa content creator? Uh, ni vitu vingi vilinipelekea niwe content creator lakini, mi nahisi ni kipawa alichonipa Mungu cha kwanza, lakini cha pili, na washukuru wale ndugu zangu na washikaji zangu ambao walikuwa wananihamasisha kwa Kimti unaweza kufanya contact, unaweza unaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo nawashukuru sana, big up sana lakini mm. Yote kwa yote najua ni kipawa alichonipa Mwenyezi Mungu. Tumeanza okay, mwaka gani kazi ya contact? Nimeanza 2025 mwezi ilikuwa sii mwezi wa tatu, mwezi wa mwezi wa pili nilianzaga hii kazi mm. Nilianzia nikiwa kijijini, nilifungua akaunti yangu hivyo hivyo ya uh, then nikapataga Blaha mmoja hivi nikapikiagasimu alikuwa anaitwa Blaha Mnyati, alikua Mbea, alikuwa Mbea, akaniambia dogo, naweza jio Mbea. Nikaendaga Mbea, nikakaa Mbea, nika, Mbea kama wiki mbili hivi, nikiwa Mbea kule kaendelea kufanya hizi kazi. okay. Uh, kwa mtazamo, tangu tulipoanza mpaka sasa hivi tulipofikia, unaona kuna faida ambayo unajua kabisa nikikaza hapa kuna kitu naokota ya, yeah. Faida faida naziona ni nyingi sana, faida ni nyingi, naziona na mtazamo wangu ni yani ni mwingi, kwa sababu mauzuri ambayo nawaletea Watanzania, mauzuri ambayo nawaletea wana Njombe, nakuta yanawajenga, yanawafundisha, yanawaelimisha. Kwa hiyo mtazamo wangu kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu atanijalia endapo nyii mkiendelea kunisapoti, mtazamo wangu ni pale tu kuona nasapotiwa ili na kipaji changu kinaenda mbele na naleta maudhui yaliyokuwa bora ndani ya jamii na kuelimisha jamii. Okay, wataalamu wanasema ibada njema inaanzia nyumbani, si ndivyo? Bwana Asa, hii tuambie mapokezi kutoka kwa marafiki zako wa karibu, wanakupa ushauri gani? Kipindi naanza ilikuwa ni ngumu kwa sababu nasemeaje? Ngumu kwa sababu watu wa Njombe, hata makabila Mapangwa, sijui wapi, ah, watakuta una, unafanya hii kazi huyu huyu hizi kazi wana, wanaashumu hizi kazi ni za wauni. Lakini baada ya kuona kazi zangu zinaenda vizuri, kuna watu walionipokea, lakini kuna watu walionipa moyo, kuna watu walionivunja moyo. Lakini yote kwa yote, nawashukuru sana wale wote ambao walikuwa wananisupport na kuni ongeza na kuniendeleza kijuhudi yani kuniongeza. Okay. Tukiangazia chuoni ambapo unasoma sasa hivi mapokezi yakoje? Ah, uh, mapokezi kwanza, ndugu zangu, katika sehemu ambayo kidogo watu waweza kukupokea kulingana na, na sanaa uliopo hasa content creator wana miziki wana mitindo yani, ni, ni yani vio ni sehemu ni, ni, ni, ni, ni pati mojawapo ambayo wanafunzi au wakufunzi wanaweza kukusapoti sana, na watu wengi wanaamini sahizi kipaji kipaji ni mtaji wako. Kwa hiyo wanafunzi wananipokea, walio wengi wananipokea mm. nafanya kazi pamoja wa, wa, wako sasa hivi wananipokea, wanakuzingatia vizuri kabisa, wananizingatia okay. Changamoto gani ambayo wewe binafsi umewahi kukutana nayo aidha wakati unaanza shughuli hizi? ah, changamoto ni nyingi nyingi. ah, mojawapo mm, wa changamoto ambayo mimi naikumbuka hiyo, mm, changamoto ni mama yangu. Mimi ananiambia, aliniita akaniambia, baraka eh ah, hey, mm, nakuta watu wanasema huko, kwa sababu mama yangu atumii simu kubwa. Nakuta upo wanasema upo mtandaoni unachekesha una sijui unafanya nini nani aliyokuambia ufanye hizi kazi na hizi kazi? Unajua hizi kazi ni za wahuni. Ya, ni changamoto moja, mojawapo ambayo yani siwezi kuisahau maisha yangu na katika hii kazi. Okay, kulisolve vipi baada ya mama mzazi kama vile hivi? Ah, uh, kulisolve mimi mwenyewe, mm. ah uh, cha kwanza nilimwelekeza sababu, mimi nime, nina baba na mama, lakini of course sana upande mwingine nimelelewa sana nani na mama, kwa hiyo nipo muda mwingi nani na mama. Aa, nilimuelekeza mama nikamwambia mama, hizi kazi sio za wauni, hizi kazi watu wengi wan, wan, wanatobolea maisha kukutana na hizi kazi, content creator, wana muziki na Diamond, kina nani, sio wauni. Hizi kazi zinaleta maudhui yani, fadhila kwa jamii, zinarudisha fadhila kwa jamii. Wewe mwenyewe mama utajifunza kitu. Hakukaa kunielewa lakini, jinsi inavyozidi kwenda mpaka saa hizi, na nilimuelekeza na naelewa kazi yangu nayofanya ya, ananisapoti yani kiupande ananisapoti. Okay. Unaona, kuna faida ambazo labda tumewahi kupata kupitia content creator, labda mpunga labda tangazo likaingia, uh, faida kwangu mimi baga, time hii faida sio asilimia mia au themanini. Faida ni chache sana ambazo ninazipata ah, uh, kuna watu wananifuata inbox kwa niwafanyie matangazo, ndio hivyo utakuta mwingine wenda mwingine atakuwa serious mwingine yupo Nikwambia dogo, kuna muda tufanye matangazo naomba. Sawa brother, muda ni hmm, wewe tu ukinipa muda saa yote na wakati wote mimi nakuja kufanyia matangazo, lakini mpaka sasa sijafanya tangazo lolote. Lakini kuna watu wananifuata nafanya, tufanye matangazo, lakini inaishia hivyo tu okay. Eh bana, kuna fursa ambazo zilitoka fungu kwa ma content creator, tulishughulikia tuli hili, uh, tulishughulikia kwa mkoa wetu, tulishughulikia kwa mfano mimi mwenyewe nilishughulikia mm. waziri Waziri wa sanaa ya michezo Mheshimiwa mm. Paul Makonda mm. alituagiza content creator wote tuende ofisi za wilaya tukajaze fomu fursa. Uh, niliifuata lakini mpaka sasa sielewi imeendaje endaje, kwa sababu niliifuata fursa, nilifika wilayani, niomba nijaze fomu, wakaniambia bado tutapewa uh, taarifa, mpaka hivyo taarifa zimekuwa taarifa Okay, 2026 ndio hii hapa. Tutarajie nini kutoka kwa mashabiki hasa watarajie nini kutoka kwaku? uh, kwanza nawaomba wa, na s mashabiki, mashabiki wa kimtu mashabiki zangu na, naomba mtarajie kitu kizuri, program nzuri ambayo nimeenda kuiandaa saizi ambayo mtaenda kuipata mta, yani, mtarajie kitu kizuri kutoka kwangu na chenye neema na chenye kuelimisha jamii. Mtarajie kitu kizuri sana. Okay. Unafikiri kupitia kazi zako ambazo unazifanya kitu gani ambacho labda kinakupa wakati mgumu, aidha muda, aidha miundo mbinu na vitu vingine ambavyo mimi sijaweza kugusia hapa? Ah, changamoto nazopitia, changamoto ni nyingi, niseme changamoto nyingi. Ah, changamoto ya kwanza ni muda. Kwa mfano mimi ninapoingia location, mimi nilipo na kamera yangu, kameramani wangu mm yupo. Changamoto ya kwanza ku, ku, kupata kwa mfano supoti mm. ya content creator aza wa mkoa wa Njombe ambao wapo, tufanye, tufanye, yani collab tunaita tufanye collab mimi na content creator wengine. Changamoto hiyo changamoto ya pili mm. ya vifaa ambavyo inaweza kuvishutia sio haba, natumia simu kidogo na, changa, na changamoto nyingine kwa kipindi nilichofika ya yeah, ya of course uh, kwangu mimi naomba kama mtu yeyote. uh, natamani sana yani, natamani sana kuwa na meneja ambaye atakayenisimamia mimi um, kazi zangu yani, natamani sana yani, of course, yani ni changamoto kubwa sana ambayo inanikuta, okay yeah. Kwa hiyo changamoto hizo ambazo zinakupa changamoto, lakini changamoto kuu ambayo unaona wewe kabisa, hii ni changamoto ambayo inakusumbua mara kwa mara, inakuumiza kichwa ni ipi? Ah uh, changamoto kubwa sana hapo ah, uh, ni kuna content creator, nyingine nitakiwa nifanye na watu wengine mm. Sasa nitawapateje yani ma content creator wa Njombe mm. Yani changamoto kuna watu wanafuata inbox ma content creator, kwa mfano jana sijui nimemfuata content creator anaitwa huyu nani, ninamkuta Njombe, anaitwa mzee mzee wa kodi mm. Mzee wa kodi Njombe, na mzee wa kodi nimemfuata, namwambia kaka, fanye kazi ambia Oou, ningipata muda nitakutafuta. Ndio hivyo, ni changamoto kubwa sana ambayo inaipata ni makontekti yetu ya Njombe. Tujitokeze tufanye kazi kwa pamoja mm. ili tuinue vipaji Njombe. Okay. unafikiri konteti gani ambayo binafsi huwa inakupa ugumu sana kuiandaa? Kontekti ambayo inanipa ugumu kuiandaa sio nyingi, lakini ni kontekti kwa mfano kote inataka muhusika asimame dada, hmm. muhusika asimame binti ya, inanipa ugumu sana kwa sababu makontentreta hasa hasa wa Njombe, kwa sababu hata shuleni, yani makontentreta, yani sisi ni meanda dogi, lakini inanipa ugumu sana mkubwa yani kupata yani muhusika wa kike yani hiyo, yani, inanipa ugumu mkubwa sana sio kidogo. hmm. Yani, yani naumiza kichwa maana kuna content nyingine zimeandaliwa za kucheza, za kucheza muhusika wa kike hmm. Lakini of course si, si, bado sijazitoa kwa sababu mhusika yupo na ni shida kweli kweli. Okay, na unapenda sana michezo gani? ah, mimi of course, michezo ninayopenda mimi mi, mi, mi napenda mpira. Achana na kipaji nicho nacho mpira, mpira napenda sana. Na ni shabiki wa timu gani? Uh, yeah, mi mwananchi mwananchi yeah. Okay good, na chakula gani ambacho tunapenda sana kukila? ah uh, kwangu mimi chakula ambacho na kipendelea sana mm. Hapo vyakula kaka vipo vingi kuna mm. of course mi huwa napenda kula tambi after tambi nikishakula napenda sana kula na viazi mm. okay. Viazi napenda sana okay. Na tukirudi kule Ludewa ambako ndio tunatokea yeah. Wale ambao mmesoma nao yeah. Eh, lile uh, ni wanakuchukuliaje? Sasa hivi ni wengi, nimesoma nao mm -hmm. Uh, wengine ndio kama ivoongea mwanzo, wengine wananipa support mm -hmm. Wengine, unajua hizi kazi walishajengea ile uh, kaka, huko nakoenda huko uh, ni kugumu kaka, naambia uh, tutapambana hivyo hivyo kaka, tunaonekana tunapopita ni wapi? Mm, wa, wengine wananichukulia vizuri, wengine vibaya. Unajua mawazo ya binadamu wote atuko sawa. Mwingine mm, anaweza akawaza kaka, huko huko huko bila Mungu hezienda huko, ni ushirikina tu kaka. Mimi naambia Mungu ndo alionipa hii kalamu, hebu niitumie. Wengi wananipokea vizuri na wachache sio vizuri. Okay, una, una unawaambia nini sasa mashabiki zako? Uh, cha kwanza napenda kuambia mashabiki zangu kwa wa, wa content creator... Ni, tuseme ni kalama Mwenyezi Mungu ambaye ametupa turudishe fadhila kwa jamii a, sasa tunavyotengeneza maudhui. Kwa hiyo mashabiki zangu msipande na yani, msiwe na ile hofu sema huyu kijana tutampoteza. Hapana, nipo kwa ajili yenu na nipo kwa ajili ya Wananjombe na kwa ajili ya Watanzania wote kuwaletea maudhui yaliyo bora na yaliyokuwa na hekima na yenye kufundisha. Okay, hicho ndio kitu ambacho umeacha nao mashabiki zako, si ndivyo? Bwana ndio. Okay, kwa faida ya mara ya mwisho, jina unaitwa nani? Jina uh, la sanaa natumia Mr Kimti comedian. mm. jina la sanaa okay, Mr Kimti comedian, comedian na... mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii. okay na tuna mpango wa kuhama kutumia kutoka TikTok kwenda Facebook, Instagram, YouTube, yeah. yeah. yeah. kwa nini tumedili sana na TikTok? uh, kwangu mimi nimedili sana na TikTok kwa sababu mm. wakati kipindi kile na naanza kupanda kuingia kwenye mitandao ya kijamii mtandao ndo nilianza nao nili mm. na mwanzo kama nilivyosema, nilitoka Njombe nikaingia Mbeya kula ni shauri zitakiwa tufungue, tulikuwa na group letu lakini mm, Mungu si asumani, ya kuna vitu vilituchanganya vi, tuka tukapotea tuka, tuka, tuka separate yani, tuka wote kila mmoja kaanza kile. Kwa hiyo of course ninge ungeanza pale tulipo size ni yani ya, nadhani na kabisa ningekuwa mbali sana. Okay, na mpaka sasa hivi tuko na followers wangapi pale TikTok? Ah, mpaka sasa hivi Mr. Kimiti nina followers kama ni mia tano mia tano karibia, yani mia nne na sehemu ine themanini mia tano na karibia. Kwenye pale kwenye uwanja wa comment, mara nyingi paakuwa panakuwa na utata fulani. Kuna komenti yeah. gani ambayo ilikukatisha tamaa? Um, mpaka sasa sijakutana na comment ambayo me, yani imenikatisha tamaa mimi haipo. Ah, namna uh, shukuru mashabiki zangu uh, a ni ngumu na, hmm, kunikatisha tamaa, hapana. Ni context za kuninua za kunifariki. Okay, mimi bwana sina la ziada, labda kama kuna kitu ambacho unataka umalize nacho. Uh, nami pia anasema nawashukuru asili yetu product, asili yetu tv kwa kunipa fursa hii, na washukuru na Mwenyezi Mungu awabariki na watu wote wa Njombe. Either una shughuli yako, una una shughuli una, una una, tangazo lako njoo Asili Yetu TV, una huduma bora tena zilizokuwa safi na salama, tena maeneo yapo vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, mashabiki zangu, kuna shughuli ya kipaimara, harusi, ubatizo, njoo Asili Yetu product wakufanyia kazi yako, wapo vizuri. Okay. Asante sana, shukran sana, karibu tena kwa wakati mwingine, asante. Shukrani sana tulikuwa na nani? Ki, kim, Mr. Kimti comedian kutoka Ludewa vile kama Njombe ime, inakuja ina kasi upande wa content creator. Inawezekana kuna dili ambalo lipo huko na sisi kama Asili Yetu TV, wajibu wetu ni moja tu, kuendelea kukusogezea taarifa na kuweza kukujuza kwamba kuna nini ambacho kipo ndani ya mkoa wetu. Hivi ni vipaji ambavyo tunahitaji kuviangazia na kuweza kuvisapoti vitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi naitwa Ngoji, ni kutakie kila la heri na utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vinakuja kupitia asili yetu TV.